Wahitimu, wanafunzi mnaohitimu siku ya yeah. Leo naomba niwaambie kuwa leo mmehitimu kidato cha nne, lakini mjue kuwa huu ni mkizi wa awali kabisa katika elimu. Mnapaswa kujua kuwa, kuwa mnaosakani ndio sasa ya kielimu. Kwa hiyo mnapokwenda kwa wazazi au walezi wenu ikawe ni fursa ya kuwajiandaa kwa ajili ya elimu ya kidato cha tano na pia ikaonyesha nidhamu bora, uwajibikaji, uzalendo na zaidi ukaendelee kumcha Mungu. Ninasema uzalendo kwa sababu gani? umie neisha vijana, mnaona waliofanya juzi, msiige wale. Sisi ni wazalendo, sindio? iaakabiali nawao unaitimbiza machake kwenye mitandao kakutaci usifanye hivyo. Nini atafanya yale mema. Neno la Mungu linasema usipofanya mema utatata kibali katika vyema ili ukapate kibali mbele za Mungu za Taa, eh? na mbele za wanadamu sawa, na nafikiri sote tunatambua dunia sasa hivi ya utandawazi, mambo mengi yameingia ikiwemo shoga, pombe, bangi, tabia nyingine zote mbaya zilizofanya ni so waasi

Mkurugenzi na wageni wote, mimi binafsi kwa kutambua shule hii inafanya vizuri, nimeandaa zawadi nimeandaa zawadi ndogo kwa dogo kwa ajili ya wanafunzi hawa wanaohitimu

Baada haya sasa, niwatakie njema. Pamoja na mafanikio tuliyo nayo, inaomba kuwasilisha kwako changamoto zifuatazo. Kuna uhaba wa vifaa vya kujifunzia, kwa mfano vitabu vya walimu na wanafunzi pamoja na maktaba pia tuna shida katika eneo la uzio. Uzio wetu sio imara, hali ambayo imepelekea madhara makubwa shuleni kama vile wanyamapori na mifugo kuingia eneo la shule na kuharibu bustani na mazao shambani, hali ambayo inapelekea ukosefu wa mboga na uharibifu kwa mazao ya chakula. Changamoto nyingine ya watoto, baadhi ya watoto kushindwa kuendelea na kidato cha tano au wengine kuendelea na chuo. Nafikiri walisha isema hii imepelekea wanafunzi kushindwa kutimiza ndoto zao na malengo waliojiwekea. Kiroho, kupitia ufahamu tunaopata shuleni hapa, tunamshukuru Mungu kwani ametusaidia kukua kiroho na kuongeza uelewa na ufahamu juu ya neno la Mungu. Pia tunamshukuru Mungu kwa kutuinulia huduma mbalimbali kama vile uimbaji. Haya yote pia ni kutokana na jitihada zinazofanywa na walimu wetu katika kutufundisha na kutuongoza kitaaluma. Tangu tulipoanza shule yetu imekuwa ikifanya vizuri na ni miongoni mwa shule kumi bora katika wilaya ya Same. Katika mtihani wetu wa taifa wa kidato cha pili tulishika nafasi ya sita kati ya shule sitini na moja katika wilaya ya Same, na katika mtihani wetu wa mogu mkoa tulishika nafasi ya tano kati, kati ya shule sitini na moja katika wilaya <laughs> yetu. Tunafuraha kusema kuwa shule yetu inaendelea kufanya vizuri na kwa kupitia Mungu wetu tutafaulu vizuri mtihani wetu wa taifa. Kimichezo, <laughs> michezo imekuwa ni mojawapo ya sehemu ya shule ya sekondari New Dawn na tumekuwa tukishiriki michezo kiwilaya, kimkoa na hata kitaifa. Katika mwaka huu shule yetu ilishiriki katika mashindano ya Miseta, yaani Umoja wa Michezo ya Shule ya Sekondari Tanzania, na kwaya yetu ilishinda nafasi ya kwanza katika wilaya ya Same na hata mkoani kwa ujumla na hata kuchaguliwa ili kuwakilisha mkoa katika ngazi ya kitaifa.